Ili kitu cha kimungu kizaliwe inabidi maombi yaanze. Kuna vitu vingi tunavichukulia kawaida hapa, tunavichukulia Swahili nasema, tunavichukulia poa. Unaona tu kinaweza kikafanyika pasipo maombi, pasipo kuingia kwenye maombi na kumtaka Mungu ili kile kitu ki, unasema unasema, kimachue tuseme, kiwe bora zaidi. Lakini kwa sababu tunachukulia vitu kawaida, ndio tunafanyaga vitu ambavyo havina nguvu ama vina matokeo mazuri ama matokeo makubwa ambayo yanatakiwa yawe. Nimejifunza hiyo kwa sababu mimi ni natumika kwenye eneo la uimbaji mara nyingi. Na kuna wakati unasikia kitu cha kimungu ndani yako kama unatakiwa labda uandae kitu fulani kufanya. Na unachukua hatua za haraka, unaanza kufanya kitu. Na wakati mwingine unaanza usingia kwenye maombi, ukamwambia Mungu nifanyeje? Ni nifanyeje? <laughs> Na kweli ukakifanya Like, kikawa kika kitu kizuri lakini kisiwe na matokeo yale ambayo yalitakiwa. A, kuna rafiki yangu mmoja, unamfahamu anaitwa anaitwa nafikiri, uh, Sam Gripper, Sam Gripper uh, mwaka huu mwanzoni, nilimwambia, mwaka jana nilifanya live recording event, nikamwambia ile event niweka kiingilio nikamwambia ndo event yangu ya kwanza, ni event yangu ya mwisho, weka kiingilio hiyo bendi, event yangu ya mwisho, weka kiingilio. Sio kwa sababu kiingilio ni kibaya, a ah, a ah, ndo kitu ambacho nilikisema jana kwamba unapeleka injili kwa namna yako mwenyewe. Siseme kama wengine wanaoweka kiingilio wanakosea. Ah, mimi mimi kwangu sasa nimeona kwamba eh, hii inayofanya sio mbaya ila kuna kitu hakiko sawa, ya kuna kitu hakiko sawa. O, kwa namna yangu mimi sasa, ambayo Bwana amenipa sasa tena upya, ni kwamba sasa nitafanya, watu wataingia, watakuja kuhudumiwa, watakuja waokoke kwa mjia Kristo. <laughs> hiyo ni namna sasa ya Mungu anavyotaka. Sidhani kama Yesu angekuwepo angeandaa kiweka kiingilio, kama Yesu angekuwepo <laughs> <Sidhani>. <laughs> Lakini yote natokea wapi? Inatokea kwenye uh, maombi, magoti, kumtaka Mungu. Mungu nakwambia sasa, umeenda hii njia mdaa um,